Shimoni wakamfanyia kila aina ya ukatili, wakamchukua na video wakampelekea Samia. E, sasa hatuwezi kuwa hatuwezi kuwa na mwenyekiti wa chama cha kisiasa wa namna hiyo na wa, e, masisemu wakaona sawa tu kwa sababu kuna maslahi maslahi gani? Kwamba mtu mwingine afilwe ili wewe uwe e, upate maslahi yako maslahi gani hayo? Hatujafikia kuwa na moyo na mioyo ya namna hiyo e, kwa hiyo Eh, mimi nishukuru ni Mungu eh, hata kama kwa kuchelewa hata kama kwa taratibu eh, lakini vijana wetu nao wameanza kuelewa kwamba eh, Chama cha Mapinduzi eh, ki, kikawaida kabisa kama walikuwa wanalazimisha waongoze nchi tokea wakati wa Magufuli eh, wanalazimisha wanaiba chaguzi wanapiga watu ili wabaki madarakani, lakini wameshindwa kuwapa vijana ajira, wameshinda kuwatengenezea utaratibu Eh, wakuona kwamba vijana hata wanaweza waka wakafanya biashara na wakajitegemea. Nchi yetu ina vijana wengi na hawana ajira na hawana hata ile wanaita eh, uhakika na kesho yao itakuwaje. Kwa hiyo vijana eh, vizuri sasa wanaliona hilo kwamba eh, sistemu ilishashindwa, na sistemu haiwezi kuwasaidia wao, hawawezi kuisaidia hii nchi, na kibaya zaidi ukisimama kijana, ukisema njaa inauma, utaambiwa ume umechochea kwenye mitandao, unapewa kesi kama hii aliopewa eh, kiduku eh, unaleta uchochezi, ulipe milioni tano ama uende jela, na ikitokea eh, waungwana kama sisi tumejitafuta, tume tumekutoa bado ataona wakuue kwa sababu hawataki wakusikie. Eh, shangazi, mimi sina mengi, nitaka tu E, nikumbushe nchi yetu ipo pabaya e, na kila mmoja wetu aache ubinafsi, tuipiganie hii nchi ili iwe nchi salama ya watu kuishi. Hatuwezi kuishi <coughs> hatuwezi kuishi kwenye nchi ka, e, kana kwamba sisi ni wanyama. Sisi sio wanyama, sisi ni binadamu kama Malawi ambao waliweza tu wakakaa chini wakafanya uchaguzi wao wakamaliza salama, aliyeshinda akashinda, aliyeshindwa akamshukuru mwenzake kwa E, wa kushiriki huo uchaguzi na kumpongeza e, na maisha yanaendelea. Hatukuona mtu kapasuliwa kichwa, hatukuona mtu kafirwa kule, hatukuona mtu katekwa, hatukuona mtu kauawa. Kwa hiyo tunahitaji kuwa e, taifa la watu wastaarabu. Kwa hiyo vijana, e, tuwasihi sana e, nchi ni yao, kesho ni yao. E, tarehe ishirini na tisa Oktoba hakuna e, mtu kusita, watu tutoke na shangazi nafikiri kuna taarifa eh, ya jeshi la wananchi nafikiri wametoa taarifa. Ukisoma ile taarifa, unaona kabisa wanalia na wananchi wana, wanalia na wananchi wanaambia wananchi, eh, wanaona shida wanazopitia, wajisimamie wajipiganie, na wao watawalinda kama wajibu unavyowataka kwa hiyo hakuna mtu kubaki nyumbani, hakuna mtu eh, kusita. Watu tutoke, tulindane, tupamba, tupambaniane asiachwe mtu, ili tuisaidie nchi yetu, tuweze siku moja kusema sasa tupo salama na tunaweza tukaishi kama binadamu. Vinginevyo hatuwezi kuendelea kuwa na, na maisha. Unaona kabisa kuna vitu vya kufanya, aupo Tanzania, lakini hata ile test ya kuishi pale ulipo inakuwa inapotea. Haya sio maisha, shangazi. Tubadilishe nchi yetu. Asante sana shangazi. Shukran sana asante sana la pole, it is very depressing kwa kweli yale ambayo yanaendelea, na labda tu uh, kidogo tu nataka nikuweke sawa hapo eh, ni kwamba eh, kuliku ile eh, ambayo ameizungumzia Agatha, sio kwamba walienda kumtesa pale kituo cha polisi pale kituo cha polisi, walimficha ni kweli. Walimpeleka kule Shimoni, lakini walimhamisha kabisa, na ndio hizo ambazo, eh, nimekuwa nikiwasiliana na watu baada ya kuweka uh, taarifa ambayo nilipewa. Nimeambiwa location ziko nyingi sana eh, za hizi nyumba ambazo wanapelekwa kuteswa. Sasa cha kushangaza ni kwamba nyumba hizi ziko maeneo mazuri tu eh, ambayo wanaishi watu na wanapita hawajui kabisa kabisa kwamba huko ndani kumbe kuni nyumba ya mateso. Lakini hebu uh, ulizungumzia swala la Hitler, na labda tu uh, kabla mtu hajaongea niseme Hitler alikuwa uh, uh, hakuwa tu kwa sababu alikuwa naua watu na watu wengi, alitengeneza mfumo. Sasa hivi tunachoona ni kwamba serikali ya Samia Suluhu ina mfumo rasmi ya kuteka ya kutesa ya kuweka, ni systemic sasa niwaambie watu ambao wanashiriki hii ndo sasa inaitwa gross violations of human rights na nawambia kabisa ICC ndo inachotaka yani nataka kwamba ipate uthibitisho wa pattern. It's a pattern, it's systemic sasa wamefanya kosa kwa sababu wamepata mtu ambaye anatoa amri na uwezo wake ni mdogo anaenda kutamba katika hotuba zake anasema, tumewakomoa mi ndo maana niliwahi kuambia, zile wanazorekodi watu wanateswa, afu wanakuambia waliturekodi, sio kwamba wanarekodi ili baadaye waje kuwatishia, yani wanarekodi wapeleke aliyewatuma afurahi jinsi wanavyoteseka, ndo mjue a, ki, aina ya viongozi tuliokuwa nayo. Sasa nikukaribishe mtu wa watu, alafu Ruge Marira, mtu wa watu, karibu <laughs> asante shangazi, asante. Natumaini mko salama ni Tuko ase... salama, hofu na mashaka kwako tu, na watumaini na wewe uko salama. Mimi niko salama. Nianze kidogo kwa ndugu yetu Innocent, kama ilivyo ambavyo alichukuliwa mpaka alivyopelekwa polisi, kwa sababu nilifuatilia nilikuwepo Kariakoo, na mimi mara nyingi kiduku si tunamjua kama kiduku, eh. ya, ya, ya, kiduku, kiduku eh, sasa alikamatwa jana ilikuwa saa saba mimi nilipata taarifa kama saa kumi hivi nitanisamehe kidogo naanzia mbali halafu ndo nitaenda kwenye mada. Haina neno, haina neno, endelea. Ilikuwa kama saa kumi nipata taarifa, taarifa yenyewe nilivyoipata yani ni mtu alikuja, bwana, kuna mtu amekamatwa ila hajakamatwa, yani, kuna mtu amechukuliwa kimabavu. Huyo mtu inaonekana ni mtu ambaye huwa yupo kwenye mitandao kuwaongelea viongozi ni yani, kama wewe akanitaja mimi sasa, baadaye akamalizia kwa kusema kwamba umebaki wewe sasa. Ni kitu muhimu kwa sababu huwa ipo na mara nyingi mimi huwa nawasiliana na wewe Maria. Sasa hata kiduku mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao wananifahamu kwamba mimi huwasirudi nyuma. Mimi huwa, kwa sababu pale katikati tulivotishiwa sana, yeye ni kama alikata ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali tamaa lakini, baadaye alivyoona ule mwitikio wa mimi, kwa nini sikati tamaa, yeye aliendelea. Sasa sio mtu ambaye tulikuwa tunafahamiana, lakini alinifahamu baada ya tisheti zangu mimi. Kilichonitambulisha zaidi ni tisheti zangu ambazo nilikuwa navaa kwa, kuna muda akawa ananiomba picha na mimi, kwa sababu ya zile tisheti nilienda pale. Nilipofika pale, nilikutana nilikutana na watu ambao walikuwa pale, jinsi ambavyo wamemchukua sio kisheria kama ambavyo wao wametoa wametoa taarifa baadaye, lakini hizo taarifa niwashukuru baadhi ya watu ambao nimekutana nao leo asubuhi pale sentro. Kuna wengine hatujuani sababu wote tumejikuta tuko pale kwa sababu ya huyu mtu. Sasa mshikamano ambao tumeuonesha pale sentro ungeoneshwa pale, sidhani kama angechukuliwa kwa namna ile. Kwa sababu mimi sijui sana sheria, lakini ninapokamatiwa sehemu kama Kariakoo ilitakiwa nipelekwe Msimbazi, ila kupelekwa Msimbazi na sentro akuwepo pia mimi nimetoka central saa tatu na nusu nilikuwa naangalia muda na saa tatu na dakika arobaini na tano ndipo Maria, mimi nilikutumia taarifa ya huyu mtu kwa sababu nilikuwa bize sana kuhusiana na kukamatwa kwake Tume... Mwashukuru sana. wameingia watu watatu wakamchukua alikuwa amekaa nje wakamchukua kwa nguvu, akawa amengang'ania geti, wakaendelea kumpiga kwa virungu walimuumiza sana kwenye magoti wakampiga wakampiga. Sasa watu walikuwa wanaangalia tu, kama ilivyo desturi yetu sisi vijana wa Tanzania na Watanzania wote wakawa wanaangalia kile kinachoendelea. Hakukuwa na taarifa yoyote kwamba huyo anakamatwa. Angekuwa labda angekuwa angekuwa mwizi wa simu hapo unge, ungeona watu wamekurupuka kwenda kumuumiza, lakini mtekaji wanamwangalia. Yani kwa kweli kwenye hili watanzania tubadilike. Endelea. Kulikuwa hamna namna yoyote ile, kwa amepigwa sana, baada akachukuliwa kwa mguu, walitembea mpaka Msimbazi B na watu wanaangalia tu. Jamani, endelea. Hii sasa hivi inabidi tuanzishe nani awareness. Ehe, endelea. Hawakuingia ndani ya kituo cha polisi Msimbazi, wakanyosha nao. Sasa mimi kitu ambacho nikajiuliza, kwa nini hawa watu wasingefuatilia? Kwanini ajaingizwa ndani? Kwanini ajaingizwa ndani ya kituo cha polisi? Ameondoshwa, kwa sababu ilitakiwa apelekwe ndani ya kituo cha polisi Msimbazi, kwa sababu anatuma watu hawakujua kwamba anakosa gani. Baadaye ndo ilikuja kutokea kwamba yeye huwa anafanya hivyo mitandaoni kama ambavyo wao wamedai. Mimi nilivyofika pale, nilivyopata zile taarifa, nikaenda Msimbazi, ili nijue huyu mtu anakosa gani na namna gani anaweza akapewa dhamana. Nilivyofika pale, huyu mtu sisi hatuko naye hapa, amekamatwa saa ngapi? Nikatoa taarifa kwamba amekamatwa saa saba Famu, ndiyo nafahamu. Nikaangalia pale baadhi ya watu ambao walikuwa pale, akuwepo. Kuna askari mmoja akanipandisha juu, nikamwangalia ayupo. Nikachukua nika jukumu la kumchukua bodaboda, nikaenda mpaka sentro. Nimefika sentro, huyu mtu ayupo. Nimekaa pale mpaka saa tatu. Nimefika sentro ilikuwa saa kumi na mbili na robo, nimekaa mpaka saa tatu, kwamba labda ataletwa, kuna sehemu kapelekwa kuliwa maelezo, ataletwa saa tatu. Imefika mimi nikatoka, nikatoka pale tena kwa kufukuzwa, kwamba muda umeisha. Ila kulikuwa na askari pale nilikuwa napiga naye stori, ni askari mmoja hivi ndani ya jeshi la polisi atuwalaumu wote wamo ambao wana utu. Akaniambia, bwana, hebu endelea kusubiri, huenda anaweza akaletwa hapa kwa sababu hapa ndipo kila kitu huwa kinamalizika hapa. Mpaka saa tatu yule mtu alikuwa ajaletwa nikatoka pale. Nimeamka asubuhi nimeenda pale kituoni mpaka saa nne akuwepo huyu mtu. Saa sita alivyoingia yule askari ambaye nilikuwa naye sasa usiku wa jana, akanipandisha juu tukamkuta pale nshoti, ameumizwa ameumizwa. Mimi nikamuuliza wewe ndo mtu fulani, umekamatwa kwa kosa gani? Akaniambia hawajaniambia ni kosa gani, lakini inaonekana tu labda ni zile ambazo huwa na posti mtandaoni kuhusiana na tarehe ishirini na tisa kinachoendelea maandamano. Nikamwambia ndo kosa? Ndiyo. Mimi nikafuatilia inakuaje zamana, hakuna maelezo yoyote ambayo amechukuliwa. Sasa mtu amemchukua tangu jana, ajachukuliwa maelezo, wamekaa naye, hii ina maana gani? mimi sijui ndugu zake, sijui marafiki zake, wala majamaa zake. Nikatoka nje, nikakaa, kukawepo na watu wakawa wanafuatilia, ndo leo nikajua na jina lake pale pale. Kafuatilia ndugu wakabaki pale sasa, wanalifuatilia wao inakuwaje. Nashukuru Mungu. Nilivyotoka pale Nika, nika, nika, nika posti Twitter yangu kama kawaida, ilirudi jana, kuna mahali tena waliyaki, sijui kuna namna gani ambavyo bado wanafuatilia, tuko nao sasa, nilivyotoka pale sasa hivi ndo, ndo mimi nimeona taarifa ya jeshi la polisi limetoa taarifa yake kwamba anashtakiwa kwa kosa la, la, la, la, la, la mitandao, sijui ya kufanya nini kwenye mitandao ya kijamii, kama kawaida, ndo kesi waliokuwa nayo wao na ndo kesi ambayo huwa wakiwakamata watu wanakuwa nayo. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho kinakuegepo namna hiyo. Hivyo ndivyo vitu ambavyo vinatakiwa sasa tuelewe kwamba namna gani ambavyo tunaweza tukachukua hatua ya awali mtu anapokuwa anachukuliwa kwa mabavu. Watan lazima bani? Watu ndiyo. Sasa labda tu hapo hapo ni kukatize, ili kwamba kwa sababu hii ni sehemu ya mada. Kwanza kabisa mtu ambapo anavyokuja kumchukua lazima awe na kitambulisho. Kama ameshindwa kabisa amevaa kiraia, aonyeshe kitambulisho chake kwamba ni askari. Kama hana kitambulisho, huyo ni mhalifu yani hiyo, hata polisi wasiwatishe kabisa. Huyo ni mhalifu, hatumtambui. Kwa sababu mzee alikibao alichukuliwa hivyo hivyo, kama ulivyoeleza, watu walikuwa walika wanasema ni polisi, wana silaha, wana wana magari ya kabisa ya kiserikali, lakini baadaye wanakuja kukana. Kwa hiyo kitu cha kwanza, mtu kama anashindwa kujitambulisha, huyo ni mhalifu. Na wananchi, kumbukeni, watu wamekuja watatu kuchukua, hata kama wana mabunduki, mkikusanyika pale watu mia, kuna mtu anachukuliwa, hawezi Jamani, Watanzania, kwenye hiki tusikubali mwenzetu achukuliwe. Huyu ndugu yetu Kidupu walikuwa na bahati kwamba tumeweza kuweka pressure ya kutosha, mpaka wame, wamekiri kwamba wanaye. Je, angepotea? Nyie watu wote ambao mkoa mko hapo mnamwangalia tu anachukuliwa, mjiulize, mge, mge, mtu angepotea asingerudi au wangepatikana, kama mzee alikibao kwa kweli. Tuache kabisa hii tabia, kusema unaogopa ni kwa sababu tu unahisi kwamba utaongea peke kwa yako, si kweli. Kwani wewe ukiongea, tuseme waseme, wanakuchukua mwingine, akiongea watamchukua, sasa itabidi wabebe wa watu wote. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo hiyo, nimependa umeongelea tuanze kutuana kutuelimishana, na hapo akareakoo pia watu waelimishwe, yani mtu akipiga kelele tu mwizi, hamna hata evidence, watu wako tayari kumumiza m -m -m maskini mwenzao ambaye labda alikuwa anaiba simu tu kwa sababu amekosa mkate wa kula, lakini wanakuja madhulumati ambayo yamekuja nateka watu yanaua watu, alafu mnakaa mnawashangaa kwa kweli. Ili swala tubadilike, asante mtu wa watu endelee wa jinsi ilivyo, shangazi. Kwa hiyo kitu ambacho kinatakiwa kifanywe, yaani ni kwamba tuna ile imani ya uoga zaidi. Kwanza mi wa uh, yani wa ni washukuru, yani watu ambao wako kwenye mtandao wa X kwa namna moja ama nyingine ndio watu ambao wamefanya mpaka taarifa hii imetoka. Tofauti nao shangazi, sizani kama ka leo tungekuwa tunajua huyu ndugu yetu iko wapi yani, pasipokuwa na kere. Kwa sababu mimi nimeandika ile kitu kwamba mpaka saa tatu lakini kuna mwana simu wenzetu amenipigia simu alfajiri, mimi kuulizia swala la huyu ndugu etu, nikamwambia ni tunafuatilia. Mimi sasa hivi kwa sababu ukikwapua hata simu wao wananchi wanakupiga yaani, tunampiga mtu ambaye ameiba simu, tunawaacha watu ambao wanaiba mabilioni huko watu